Shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Deo Gratia Samuel, kipendo niite Deo Jisho. Nina matumaini kabisa unaendelea vizuri na huu mzima afya njema. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Mwezi huu wa tatu ulikuwa mwezi wangu wa kuzaliwa. Nimetimiza umri wa miaka fulani. Kwa hiyo nilikuwa katika kuselebrate siku yangu ya kuzaliwa. Pia nilikuwa nafanya maandalizi kwa sababu masomo haya inahitaji niwe na maandalizi ya kutosha, nifanye research nisome vitabu tofauti tofauti, ili kutengeneza content ambayo nitaweza kuiachia na ikamsaidia mtu kujifunza kwa urahisi ka natumia muda mwingi sana katika kujiandaa kwa ajili ya kuja ku release kila ambacho nimekuwa nimekikusudia. Nipende kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo, kwa neema yake aliyotukilimia kwa Roho wake Mtakatifu, ambaye ametupa neema ya haya maarifa, anaachilia maarifa yake na mimi nipende kuyomba neema ya Mungu ivuvie masomo haya yaweze kuwafikia watu wengi, yaweze kuwasaidia watu wengi sana, bila ambavyo Mungu ameia awafikie. Niseme asante sana na nikukaribishe kwenye masomo haya ya siku ya leo. Siku hii ya leo tunakwenda kujifunza kuhusiana na kamera lens au lens ya kamera. Sasa masomo yaliyopita yale ya kwanza tulioanza nao kwenye utangulizi, tulijifunza nadharia ya mwanga kujifunza sana sana katika jinsi gani mwanga unaweza ukatengeneza picha kwao. Oh, tulijifunza sana mwanzoni kule, karibia masomo kama matatu mfulizo nilifundisha kuhusiana na mwanga. Sasa kwa siku hii ya leo, tunataka tujifunze kifaa mojawapo kwenye kamera, ambapo huko mwanzoni katika part za kamera nilielezea kwa ufupi sana, sikuenda deep. Kifaa hiki huwa kinafanya kazi ya kuzuia mwanga na kuruhusu mwanga uingie kwenye kamera au kwenye sensa. Kifaa hiki kinatumika kupitisha mwanga, kazi yake ni kufocus mwanga ambao unakuwa umeakisiwa. Ile miali ya mwanga ambayo inakuwa imeakisiwa kwenye object, kinaupokea ule mwanga na kuuingiza kwenye kwenye kamera, ili tuweze kupata picha. Inahitajika reflection ya mwanga ifanyike kwenye object. Kipengele cha kwanza ambacho tutakiangalia ni focal length. Focal length ni kitu gani? Focal length au kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni urefu wa lengo. Sasa hii focal length ni kipengele mojawapo muhimu sana kwenye lenzi ambacho lazima tutatakiwa kujifunza. Focal length ni umbali kati ya kituo cha lens ambayo ni hii hapa diameter paka pale ambapo mwanga unakwenda kutua ko, ni umbali. Hii focal length ni umbali kati ya kituo cha lens au kioo na sensa ya kamera. Kwa hiyo hili eneo kutoka hapa kuja hapa ndio tunaita focal length. Focal length ndio umbali kati ya diameter ya ya lens pamoja na sensa unapokuwa unapiga picha au unapokuwa una shoot ukubwa gani, engo inaonekana kwa ukubwa gani inategemeana na focal length yako ime, ime, imekaa kwa ukubwa gani. Hii focal length inapokuwa ina, ina, ina, ina inapokuwa inapungua inatengeneza uweze kuona view kwa ukubwa. Ukubwa wa engo katika shoti unaamuliwa na focal length yako. Sasa katika lenzi, kuna huwa kuna vioo ndani yake, ukiangalia kuna kuna hii hapa rings. Kuna hii hapa ring ambayo inazunguka ina, ina maana yake hapa katikati kuna kioo na hapa kuna kioo kingine. Maana yake ninapofanya hivi nina adjust focal length yangu iongezeke au ipungue, kwa sababu ninapokuwa ninazungusha hivi kuna kioo hapa kina, kinakuwa kinazunguka, kinakuwa kinatoka sehemu moja kwenda sehemu B. Maana yake hiki kioo kinasogea kuja huku kinakuwa kina shift kutoka sehemu A kwenda sehemu B. Lenzi ndefu ambazo focal length zake ni milimita mia mbili kama hii kama hii hapa hii ni milimita mia mbili focal length yake ni milimita mia mbili Kama ushawai kuona kwenye lenzi pale imeandikwa laba milimita hamsini milimita ishirini na nne kwa mia na tano ile ni focal length, kwamba focal length yake ni milimita mia na tano focal length yake ni milimita mia mbili focal length yake ni milimita hamsini. Kwa sasa zile namba ambazo huwa zinaandikwa kwenye lenzi zile huwa tunaziita focal length. Lenzi ambazo focal length yake ni kubwa zinakupa view angle nyembamba, kwa sababu hii inaenda umbali mrefu. Kwa hiyo itakupa focal length yake nyembamba kwenye shoti. View yake itakayoonekana kwenye shoti itaonekana nyembamba. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kwamba focal length inapobadilika na view ya angle inakuwa inabadilika na yenyewe kwa sababu focal length imebadilika. Kwa hiyo unapokuwa una zoom in na kuzoom out, lens inakuwa inabadilisha focal length yake, na kwa sababu hiyo view utakayokuwa unaiona ya picha utakuwa unaiona ni tofauti. Vuta picha, unapokuwa unakizoom kitu, kinasogea view inabadilika. Fokolenzi ya jicho la mwanadamu akiwa ametazama kawaida, fokolenzi yake huwa ni milimita 17 maana yake kwamba distance kutoka kwenye center ya lenzi ya jicho kwenda kwenye letina, umbali wake ile distance ni milimita 17, na hapo mtu amekuwa ametazama kawaida. Unapokuwa umetazama tu kawaida hivi bila macho kuyaminya au kufumbua jicho sana focal length yake inakuwa ni milimita 17 kwa jicho la mwanadamu. Sasa kwenye lenzi walivyotengeneza artificial lens, kwenye lenzi ya kamera wakatengeneza focal length zake zikani tofauti tofauti, kwamba unaweza ukaongeza unaweza ukapunguza. Ndio maana kuna lenzi ambayo focal length yake ni milimita 50, kuna lenzi ambayo focal length yake ni milimita mia mbili, kuna lenzi kuna lenzi ambayo focal length yake ni milimita 85. Sasa turudi sasa katika jicho la mwanadamu, yeye focal length yake ni milimita kumi na saba akiwa ametazama kawaida, lakini inaweza ikabadilika endapo mishipa ya lenzi ikiminya, focal length yake inananili. Mishipa ikikaza, focal length yake inabadilika. Piga mahesabu, ukiwa unatazama kitu kikiwa karibu, natazama kawaida namna hii unakuwa unatazama tu kawaida namna hii, lakini kitu kikiwa mbali unalazimika ufanye hivi, uweke umakini. Unapoweka umakini, ni unamia mishipa, jicho linabadilisha focal lens yake, inaruhusu kwenda umbali mkubwa zaidi, ili kile kitu uweze kukiona. Unaona kwao? Sasa ukichukulia, ukichukua huo mfano utazame kwamba kwa nini mtu hawezi kukitazama kitu kikiwa mbali mpaka at atengeneze uhusiano kwenye macho, aidha aminye macho au aweke attention sana kwenye macho, ndipo kitu aweze kukiona. Kwa sababu jicho, lensi yake linahitaji kubadilisha ile focal length uweze kukiona kitu ambacho kiko mbali. Kwa hiyo tunapojifunza kwenye kamera kuhusiana na focal length, maana yake tunajifunza kitu tunajifunza uwezo wa kamera kuona view ya mbali na view ya karibu. Tumeangalia kipengele kimoja ambacho ni focal length. Tutaangalia kipengele kingine cha pili muhimu zaidi kwenye lenzi ambacho ni aperture. aperture ni nini? kama tumejifunza kwamba lenzi inafanya kazi ya kuzuia mwanga na kuruhusu mwanga uweze kuingia kwenye kamera, maana yake lenzi ina sehemu ya kuruhusu kupitisha mwanga sasa inapokuwa lenzi ina, ina, ina, inafu, inafungua na kufunga ile tunaita ni aperture, aperture. Aperture ni kitendo cha kufunga na kufungua kwa lens kwa lenzi ya kamera. hii aperture inakuwa ina diaphragm. Hii lens inakuwa na ina ina diaphragm ndani yake, ambayo hii diaphragm inafanya kazi ya kufunga, kufunga na kufungua. Sasa kwa kawaida aperture huwa inaelezewa kwa uwiano wa namba ili tuweze kucapture mwanga ambao umekuwa reflected na na object, inatakiwa turuhusu mwanga uingie kwenye kamera halafu ufunge, kwa sababu mwanga unatembea kwa kasi sana. Kasi ya mwanga huwa ni, ni kilometa laki tatu kwa sekunde moja, yani ni kilometa laki tatu pa second, kwamba katika sekunde moja mwanga una uwezo wa kusafiri kilometa laki tatu ambayo ni sawasawa na umbali kutoka kwenye dunia mpaka kwenye mwezi. Kwa hiyo sasa mwanga unapokuwa unatembea kwa hii kasi ndani ya sekunde, maana yake picha inatakiwa itengenezeke ndani ya muda mfupi sana, ndani ya sekunde chache sana picha inatakiwa itengenezeke. Kwa hiyo sasa hii lensi inapokuwa inafanya inapoku, hii kazi ya, ya kuruhusu ya ku, mwanga uingie kwenye kamera, kile kitendo kinatakiwa kifanyike ndani ya sekunde chache, kwamba ndani ya sekunde chache lenzi iweze kufunga kufungua na kufunga mwanga uingie. O, sasa inapofungua na ku, na kufunga ile tunaita aperture. Na aperture inakuwa kuna, kuna kizibo kwenye renji ambacho kinaitwa ni diaphragm, kazi yake huwa ni kufunga na kufungua. Sasa hii diaphragm inapofungua na kufunga ndo tunaita aperture. Kwa hiyo sasa aperture inaelezewa kwa mfumo wa namba, kwa uwiano wa namba ambayo tunaita F-stop inaelezewa kwa mfumo wa namba ambao ni f stop au huwa inakuwa ni f dashi thamsini. Sasa kwenye kamera au kwenye lenzi huwa kuna namba zimeandikwa f 1.8, f 1.4, f 5.6. Ukikuta kuna namba zimeandikwa namna hii, maana yake hiyo ni apecha. Sasa apecha huwa inaelezewa kwa mfumo wa namba ambao unapimwa kwa kutumia f stop, kwa utakuta pameandikwa f, alafu inaandikwa namba kadhaa, f namba kadhaa. Kwa kadiri apecha inavyoongezeka, mwanga unavyozidi kupungua. sasa apecha kwa kadri inavyoongezeka, tumeona hapa imetoka kwenye 1.8 ikaenda kwenye 2.8 ikatoka kwenye, kwenye 2.8 ikaenda kwenye 8 kabisa. Namba zinapokuwa zinaongezeka, maana yake apecha inakuwa kwenye kwenye, kwenye kwenye kwenye kwenye kufungua kwake inakuwa inapungua, kwa sababu hiyo mwanga ambao unakuwa unaingia ni kidogo, kwa sababu apecha inakuwa ni vice versa namba zinapokuwa zinaongezeka maana yake mwanga huwa unapungua. Mwanga unapungua. Sasa f stop hivi zinapokuwa zina zinapungua, mwanga unakuwa unaongezeka. Aperture kwa kadri linavyoongezeka mwanga unapungua tumejifunza kule nyuma kwenye Focal Lens. Focal Lens inapokuwa ni ndogo, inakupa engo pana, inakupa upana mkubwa wa, wa, wa, wa kuiona engo. Engo inapokuwa kubwa, kwa hiyo inakuwa inahitaji mwanga mwingi ili picha iweze kuonekana vizuri. Aperture inapokuwa inapungua, maana yake lile jicho linaongeza ukubwa, ile diaphragm inakuwa inaongezeka ukubwa, kwa hiyo inapokuwa inaongezeka ukubwa, inaruhusu mwanga mwingi kuingia kwenye kwenye lens ili uweze ukatengeneze uende ukatengeneze picha kwenye sensor. Sasa nataka uelewe kitu kimoja, f stop inapokuwa ndogo 1.8 na 5.6, hii hapa imepungua lakini mwanga wake ni mwingi hii hapa imeongezeka lakini mwanga wake ni mdogo. Kwa hiyo unaweza ukaelewa sasa kwamba inapokuwa inapungua aperture, mwanga unaongezeka. Aperture inapokuwa inaongezeka, mwanga unapungua. Kwa hiyo inakuwa iko vice versa, kwamba mwanga unapo ili tuweze kuongeza mwanga kwenye kwenye, kwenye picha maana yake aperture yetu inatakiwa ipungue ishuke ambayo sasa hii inaashiriwa na focal lens. Formation ya picha iko hivi, ili picha iweze kutengenezeka unahitajika mwanga uwe reflected, mwanga wa subject uwe reflected kuja kwenye sensa, and then sensa interpret picha, ifanye processing ya picha. Tafsiri yake ni kwamba object inapokuwa mbali zaidi ile proses ya kureflect mwanga inakuwa ni, ni, ni ndefu. Kwamba mwanga unaohitaji kureflect kwa umbali mdogo unafanyika kwa haraka zaidi, kwa sababu object ipo karibu. Kwa sababu hiyo, katika apecha utahitaji mwanga kidogo ili picha iweze kutengenezeka. Kwa nini? Kwa sababu apecha inapokuwa inaongezeka mwanga unapungua. nilichojifunza hapa mimi ni kwamba focal length inapobadilika, aperture nayo ina, italazimika ita kubadilika kwa hiyo, unapokuwa una zoom in na ku zoom out, lazima pia aperture itatakiwa kubadilika, kwa sababu umebadilisha milimita ya focal length, umbali wa focal length. Kwa hiyo, unapo zoom out view iwe kubwa, engo iwe kubwa, maana yake itatakiwa iweze kushuka ili mwanga uongezeke. Kuna kitu kinaitwa depth of field. depth of field ni kitu gani? Depth of field ni kwa kiasi gani picha ipo kwenye focus, ni kwa kiwango gani picha inaonekana kwenye focus. Kwa kiwango gani ndo tunaita depth of field. Picha inapokuwa inaonekana kwenye focus kwa kiwango kidogo, maana yake field depth yake inakuwa iko chini, iko, iko kidogo. Picha inapokuwa katika deep of depth field depth ambayo ni kubwa zaidi, maana yake eneo litakuwa ni kubwa ambalo linatawaliwa na focus, Large plane. Large plane of focus. Kwamba unapoitazama picha Picha inakuwa ipo kwenye kiwango gani cha focus, na inaonekana kwa uzuri kwa kiasi gani. Kwa hiyo hii depth of field yenyewe ina deal na picha kuwa kwenye focus. Ikiwa shallow maana yake ni eneo lile eneo lenye focus linakuwa ni kidogo. Ikiwa deep maana yake eneo la focus linakuwa ni kubwa. Hii ndio inakuwa depth of field. Sasa hii depth of field inakuwaje? Inakuwa inatokeaje? Hii depth of field inaasiliwa ina ina na aperture, pamoja na focal lens. Aperture inapopungua, depth of field inaongezeka, na inapokuwa de depth of field inapoongezeka, maana yake eneo linalokuwa kwenye focus huwa linaongezeka. Kwa wale ambao wanapenda kupiga picha ambazo zinakuwa ziko kwenye focus, lazima hiki kitu kijue, hii depth of field inapatikanaje kwamba itapatikana kutokana na nini na ape cha kupungua au kuongezeka.